Nani tena anapiga huyu? Eh, bosi. Eh, bosi bosi, bosi. Eh, la unisikii vizuri, ni nipo site, nipo site, nipo site bosi. Ah okay. Ah asante, asante, asante. Ni katika kituo cha Afrika Mashariki cha biashara. Hapa ni the East African Commercial and Logistics Center. Ni hapa hapa Ubungo. Hii leo tunaungana na afisa mahusiano kutoka The East African Commercial and Logistics Center. Huyu ni Sabrina Komba. Sabrina, mambo vipi? Ebwana, ilijua lenu hili mmeliagiza kutoka China linawaka <laughs> sana. Mambo vipi? Poa poa, karibu. Bwana hongereni sana kwa uwekezaji. Asante. Naam, ni nini hasa? Maana wageni wanaweza kutoka mikoani. Mm. Na hii barabara kubwa wanapita hawajui nini hasa kinaendelea. Okay, hiki ni kituo kikubwa cha biashara Afrika Mashariki kinachojulikana kama East Africa Commercial Logistics Center. Mm -hmm. Na kituo hiki uh, kimetarajiwa ama kinatarajiwa kutoa huduma kwa wafanyabiashara hasa wa Tanzania waweze kufanya biashara ndani ya kituo hiki kwa kuface masoko yaliyo nje ya Tanzania. Mtu yoyote ana nafasi ya kuweka biashara katika kituo hiki, na wahusika wakuu kama nilivyokuambia ni wafanyabiashara wa ndani ya nchi ya Tanzania. Ndio wahusika wakuu kufikia hapa isipokuwa moja ya huduma ambazo tunazitoa sisi kama kampuni ya ESLC Limited ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara ndani ya soko hili wanapata nafasi ya kukutana na manufaktura mbalimbali kutoka nchini China ili kuweza kurahisisha upatikanaji wa bidhaa na bidhaa tofauti tofauti. Yes, so, so, so. <laughs> Kwa namna ambavyo ujenzi unavyoendelea hivi haraka, matarajio yenu. Yeah. ni lini hasa biashara kwa maana ujenzi uh, huu utakuwa umekamilika? uh, katika matarajio yetu ni kwamba mwezi wa nne, hapo mwezi wa nne mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mm. tuweze kukamilisha kabisa ujenzi wa kituo hiki oh. Na kama unavyoona ndani ya, ya jengo hili mm. tayari kuna baadhi ya floor zimeshakamilika, ya na hata floor ya kwanza tunatarajia kukabidhi funguo kwa wamiliki wa maduka wa ndani ya jengo letu okay. mwezi huu wa tatu. Sawa sawa. Nchi inaendelea kupanuka, tunaona ujenzi yeah. wa barabara maeneo mbalimbali mm. umeme wa uhakika ndani ya Tanzania mm. na hii na, inavutia wafanyabiashara wengi keno yeah. hii imeandaaje hasa kuwavutia wafanyabiashara kuwekeza katika eneo hili hususan katika masoko namna kukodi na vitu kama hivyo? Okay, katika vitu ambavyo tumeviandaa kwanza ni mpango mkakati wa upatikanaji wa masoko kwa sababu ili ufanya biashara, ni lazima pia upawe na uuzaji na ununuzi ndani yake, ndio tunaweza kusema hiyo ni biashara. Kwa sisi hapa, tumetengeneza channel ya masoko nje ya Tanzania kwamba mfanyabiashara anapofanya biashara hapa, uh, target yake isiwe tu kuwa face wa nunuzi ndani ya Tanzania, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania lakini kitu kingine ambacho tunaweka kwa ajili ya kuwavutia ni kuwakutanisha na manufacturer mbalimbali nchini China. Lakini kama kampuni ya tunakuwa tunaandaa maonyesho maalum ya biashara mbalimbali zitakazokuwa zinafanyika hapa, na tunaamini kupitia maonyesho hayo tutakayokuwa tukiandaa yatatumika kama lango la wao pia kufanya biashara na kukuza kupata wanunuzi wapya kila siku sawa sawa. Ndio, hii ndio lango la kuingilia sasa. <laughs> sawa sawa. Ni kama nilivyokuambia. Uh, wafanya biashara wangetamani kujua gharama ni zipi hasa za kukodi eh, eh, frame hapa mm. Uh, gharama za kukodi frame hapa zinaanzia milioni moja mm -hmm. ya na kuendelea kulingana sasa na ukubwa ambao mtu utahitaji ukubwa mm -hmm. wa eneo, lakini gharama zetu zinaanzia milioni moja kwa mwezi. Mm -hmm. Yeah. Okay, unalipa milioni moja kwa mwezi. Yeah. Na unaweza kulipa mwezi mmoja tu? Hapana, terms of payment inaanzia mwaka mmoja, yeah, na kuendelea. Kwa hiyo unaweza k tukachukua kwa mwaka hmm, miaka miwili mitatu hadi miaka 30. Okay. Yeah. Na, mnaruhusu installment kulipa kwa awamu? Yeah, of course, tunaruhusu kulipa kwa awamu. Hmm. Yeah, kwa tunakaribisha watu wote waweze kufika tunalipa kwa awamu kulingana na term ya payment ya term yako unataka kuchukua. Kwa mtu ambaye anataka kuchukua kwa miaka mitatu tuna installment yake. Kwa mtu anataka kuchukua kwa miaka 30 pia na hata kwa mtu ambaye anataka kuchukua kwa mwaka kwa kipindi ambacho bado hatujafanya kwa kwa uzinduzi rasmi, kwa akifika wkfik tunamu tunamwekea mpango mkakati mzuri wa kufanya malipo sawa sawa. Naona yeah. kuna ngazi hizi, ngazi mara nyingi zina wafaidia watu ambao wana miguu miwili, kwa maana hawana changamoto yeah. za kiafya na sio watu wenye ulemavu yeah. kwa watu ambao wenye ulemavu, mmeandaa mazingira gani hasa kuwahudumia, kwa maana ya kufika katika maduka ndani ya jengo letu tuna lifti. mm -hmm. Tuna lifti na pia tuna lifti za watu na mizigo. Ukiachana tu na lifti, tuna njia maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu mm. ambayo inapatikana upande huu wa ku, kulia wa jengo na wakushoto yeah. Kwa hiyo ukiachana tu na hizi okay, ngazi ambazo tunatumia lakini, mm -hmm. tuna lift, sio lazima mtu atumie ngazi yeah. Na hiyo ni kwa wote, kwa watu wenye ulemavu na hata kwa ambao hawana ulemavu. Okay. Yes. Sawa sawa. Je, eh, tungependa kufahamu mm -hmm. mbali na mtu kuja kununua, kuja kufanya eh, shughuli za manunuzi, je, mnatoa huduma nyingine kama mgahawa na vitu kama hivyo? Of course kwenye jengo letu kuna maeneo mbalimbali ya biashara tofauti tofauti na katika kila floor katika mradi huu una aina ya biashara zake. Kwa hiyo tumeweka kwenye categories, na lengo la kufanya hivyo ni kurahisisha baina ya wanunuzi na wafanya biashara pia kwamba mtu anapokuja kwenye kituo hiki anataka kununua vitu vya electronic anajua kabisa vinapatikana vinapatikana ground floor, kwa moja kwa moja anaenda floor ya kwanza kupata hivyo vitu. Kwa hiyo tuna sehemu kama hizo za ofisi, zinapatikana kwenye third floor ya jengo letu mm. Lakini na migahawa pia inapatikana huko nice. Na sehemu za watoto ki hata eneo hili baadaye itatumika kama sehemu ya watoto kuchezea oh. Lakini hata hapo chini kwa hiyo, tuna maeneo mengi ambayo mtu anaweza akaja akacha familia yake inacheza akaingia ndani akafanya shopping then akapitia watoto wake oh. yes. <laughs> <laughs> mpo vizuri kabisa yes. Na, na floor ngapi Jengo letu Juma lina ghorofa nne. Na kwa, kwa takriban au makadirio, kuna view frame ngapi hasa za kibiashara huko? Tuna uh, maduka zaidi ya elfu mbili mia sita yanayopatikana ndani ya kituo chetu hiki so, ambayo hayo ni jumla ya sehemu za ofisi, jumla za migahawa, hoteli, jumla za maduka mbalimbali. sawa. tofauti ya kituo hiki kibiashara mm, cha Afrika Mashariki na vituo vingine mm, okay, ni kipi hasa? Okay, tofauti ni kwamba kwanza kituo hiki kitakuwa mainly kazi yake ni kufanya mauzo ya jumla kwa anafanya mauzo ya jumla, lakini hapa sisi tutakuwa tunafanya biashara zetu masaa ishirini na nne na kitu kingine ni kwamba bidhaa zitakazokuwa zinapatikana hapa zitakuwa zina price the same ile ambayo inapatikana huko China Kwao, mtu kwenda China itakuwa ni option yake, lakini sio oh, lazima yeye kwenda China. Atakifika hapa atapata bidhaa ile ile yenye yenye bei sawa sawa na ile ambayo angeipata China. Kwa hiyo unakuta akija hapa atakuwa amesevu gharama za usafiri, hoteli na vitu vingine, kulipia visa na vitu kama hivyo, tickets na nini kwao hicho ndio kitu ambacho ni tofauti na malls zingine ambazo ziko hapa. Lakini pia malls nyingi ambazo tunaona zinakuwa zina hivi zina standard fulani vya wafanyabiashara, sio wote ambao wanaweza ku afford, lakini yes, kwetu sisi hmm, bei zetu ni affordable kwao, tunaweza ku cover wafanyabiashara wa level zote, okay. kwa machinga wenzangu wale wanaweza kufika hapa, wanaweza kufika kwa milioni moja tu wanapata <laughs> kipimba cha biashara <laughs> Sawa, <laughs> sawa. So, so, e, bwana, hii ndiyo tofauti ya e, vituo vingine vya kibiashara na hapa. Yaani haina haja sasa ya kusema naelekea Uchina. Uchina imehamishiwa hapa ndani ya Tanzania. Na mnatarajia hasa nchi ngapi kuzihudumia katika nchi za Afrika Mashariki na Kati? nchi zote ambazo zinazounda Umoja wa Afrika Mashariki. Oh, oh. Ndio target yetu hilo zote kuzudumia. Okay. Yeah. Mm. Sawa sawa. Ndani ya Afrika Mashariki ama Afrika. Na kituo je, kama hiki au kinachofanana na hiki kwa Afrika hiki ndio cha kwanza? Eh? Cha kwanza, cha kwanza. Kituo kama hiki kiko Dubai, lakini mm, pia kiko China. Oh. ila kwa Afrika hiki ndio cha kwanza. Hiki ndio cha kwanza. Yes, kwa muundo wa kituo lakini pia kwa namna ambavyo activities zitakazokuwa zinafanyika ndani ya hichi kituo ni kituo cha kwanza Afrika. Em, waambie Watanzania nini hasa wanapaswa kujivunia au ni kwa namna gani wanapaswa kujivunia kituo hiki? Aa, kwa Watanzania ni kwamba asa asa wafanyabiashara wa kitanzania kituo hiki ni fursa kwenu nyinyi wafanyabiashara ama kwetu sisi wa Tanzania kwa sababu mwisho siku hakituwasaidia tu wafanyabiashara, hata sisi ambao tutakuja kununua hapa. Na lakini pia kuwa katika wa kituo hiki kunaweza kukusaidia kukuza masoko unapokuwa mfanyabiashara, ili uweze kujua umeendelea. Pia ni kupanua wigo la wateja wako, kuweza kuwahudumia watu wengi zaidi, sio tu ndani ya Tanzania, lakini hata nje ya mipaka. Kwaho unapokuwa ndani ya kituo hiki kampuni kama ya EACLC ina ku, kusaidia wewe kukuza biashara yako kwa kukutanisha moja kwa moja na manufacturer kutoka nchini China, lakini pia kukuza masoko kwamba watu ambao wanatoka nchi jirani kuchukua mizigo kwenda China waache kwenda huku na watafika hapa. Na wakifika hapa wewe mfanyabiashara utakayekuwa hapa ndio utakuwa ukiwahudumia na sio mtu mwingine yoyote. Kwao ni kitu kizuri kwa wafanyabiashara, na ni wa si wafanyabiashara waweza kufika katika kitu hiki na kuweza kupata nafasi za masoko nafasi za ofisi lakini pia hata frames za biashara tofauti tofauti. Kwa namna gani kituo hiki kinaenda sasa kuwaunganisha wafanyabiashara wa ndani ya Tanzania yeah, na ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Uh, ni kwa kupitia manunuzi ya bidhaa mbalimbali zitakazokuwa zikiuzwa hapa, kwa sababu wafanyabiashara watakokuwa wanafanya biashara hapa watapata linki moja kwa moja na viwanda tofauti tofauti kutoka nchini China. Kwa hiyo wao watakuwa wanachukua mizigo ya jumla kutoka China na kuileta hapa, na wale ambao wanatoka katika nchi za jirani na Tanzania watakuwa wanakuja hapa kuchukua hizo products na kupeleka katika nchi zao. Kwa unaweza kukuta kwamba bei ya bidhaa itakayokuwa inauzwa hapa ni, ni bei ile ile the same na ile ambayo inauzwa nchini China. Kwa hiyo tutakuwa tumerahisisha uh, safari ndefu ya kwenda China na gharama nyingi kutumia kwenda China, bali watakuwa watakua wanafika hapa moja kwa moja. Kwa mtu anatoka Kongo, anatoka Kenya, anatoka Burundi, anatoka Rwanda ama Uganda, anaweza kufika hapa kuchukua mzigo na akaenda kuuza nchini kwake kwa, kwa bei ile ile ambayo angeenda kuikuta uko China. Naam, hii ndio East Africa Commercial Logistics Center na huyu ndiye Sabina Komba afisa mahusiano, pasi na shaka yes. <laughs>